Ile mechi ilikuwa ngumu kwa kweli. Bwana mchungaji, huko naona video mchungaji alikuwa anasali tu. Zile huwa ni mbwembwe ambazo huo zinasema machawa au huo unaamini maombi analipa unajiatachi una na Mungu kwenye maombi yako. Unajua maarifa. <laughs> Hawajui watu wengi sana, ndio maana watu watu hawajui sehemu zote ila watu waishajitenga kwamba wao wao ni wema sana, sehemu huko hawataki wema. Yesu alikuwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, anakaa <laughs> wanaofanya maovu. <laughs> Yeah. Na walevi anakaa na walevi, wewe unakaja, akasema bwana, hawa watu wanahitaji tiba. Na mi nakuta maeneo yote nipo mm. Hata kwenye mpira ilivyoanza anza kuomba mechi nyingi naziombea, ndio ukaona kina mamposa wanakuja kwa kina nani wanakuja kwa sababu walishaona kwamba njia tayari ishachoka, mamposa alivyoiombea Simba eh, wote walikuja kwa sababu mimi nishaanzisha. Kwa hiyo hata wachezaji ikafika wachezaji huyu akaombea wewe, bwana huyu eh, bwana akaombea kwa sababu nishaanzisha mm. Sasa kuna watu wanatenga watu fulani kwamba kule ni kwa Shetani, hapana eh. Watu wote ni watu wa Mungu.